Kaddara likulli makhluqin kadara laha wahaddada laha, Mwenyezi Mungu amekadiria ame kila kiumbe amelipatia makadirio yake na akaviwekea vipimo kwa uadilifu. Kwa hivyo, mathalan, tulisema usikuwe na hofu wala usibabaike kwa ajili ya riziki, kwa kuwa hautoaga dunia kabla haujamaliza nini?

fayanfukhu fihi ruh wa yumaru bi katbi arba'i. Katika hadithi hiyo subhanallah, baada ya miezi minne katika kizazi cha mama kuna malaika alitumwa kukuliza roho, uhai, na hapo ndipo uhai wa mtoto unaanza. Kisha huyu malaika akamrishwa aandike vitu vinne, na kati ya hizi vitu ni riziki yake, ashaqiyun yani, na pia vile vile, naam, huyu malaika aliamrishwa andike kwa mujibu ya matendo yetu tutakayoyafanya, elimu ya Mwenyezi Mungu iliyotangulia kila kitu. Je, huyu mtu atakuwa mwema ama mtu shaki, yani uovu, muovu? Haya yote yaliandikwa, ndugu wapenzi, katika imani. Riziki yake ataichuma kwa njia gani, yote iliandikwa. Kwa hivyo usibabaike kwa ajili ya riziki. Kama kuna kitu Mwenyezi Mungu amekudhaminia wewe mwanadamu, shay, yani shay madhmunun lak ni hii riziki, usiwe na wasiwasi wala hofu na, na masala ya nini riziki. Mwenyezi Mungu tayari alikuandikia riziki yako. Hautaaga hii dunia kabla haujamaliza nini hiyo riziki. Hakuna anayeweza kukunyang'anya hiyo riziki, hakuna anayeweza kukunyang'anya hiyo nini riziki, tayari uliandikiwa.